Yes, mambo vipi mwana sawa sawa digital, hope uko poa kabisa. E, niko na story ambayo inamuhusu e, moja kati ya majaji ambao, e, wameweza kufanya makosa na wameweza kuhukumiwa. Sasa jaji wa mahakama ya Pennsylvania e, kule nchini Marekani Sonya E, ambaye anafahamika kwa jina la Sonya McKnight e, ameweza kupatikana na hatia ya kujaribu kumuua mpenzi wake Michael. E bana, hii noma, huyu ni jaji lakini pia ameweza ku, e, kuingia katika mashtaka ya ku, e, kuwa na jaribio la kutaka kumuua e, mpenzi wake kwa kumpiga risasi kichwani alipokuwa amelala. Taarifa zinasema kuwa tukio hilo lilitokea baada e, ya McCoy e, ku, e, kumwambia kuwa wameachana na kumuomba McKnight e, aondoke nyumbani. Kabla ya shambulio hilo, McKnight alisikika akisema, aha, kwa hiyo umemaanisha kweli. Kwa hiyo ni kama huo, likua, ay, yukuna, na mbadaji huyo kwamba alikuwa yuko na mpenzi wake au na bwana wake ndani, so yule bwana wake akawa amemwambia kwamba ni lazima tuachane, yaani hivi tu kama hivyo kwamba sikutaki nini, sitaki kuishi na wewe. So mara baada ya mshikaji kumwambia hivyo, yule dada akasema, aha, kwa hiyo umemaanisha kweli. Sasa e, nini ambacho tendelea kutokea, endelea kunisikiliza hapa hapa, sawa sawa digital. Sasa McCoy e, alinusurika lakini alipata upofu na maumivu makali, huku risasi ikikosa sehemu muhimu kwa kiasi kidogo tu. Hii si mara ya kwanza kwa MC, em, em, em, mc mc McKnight kuweza kushambulia kwa risasi kwa, alishawahi kumpiga risasi mume wake wa zamani sehemu za siri wakati wa ugomvi, lakini hakushtakiwa kwa madai ya kuweza kujilinda, kwa sababu mwenyewe kwanza ni jaji wa mahakama. So utamfanya nini? Sasa McKnight anakabiliwa na kifungo cha hadi miaka sitini jela. So kutokana na matukio yote ambayo amekwisha kuyafanya, si kwamba hili lilikuwa tukio lake la kwanza kuweza kunusurika kumpasua au kumweza kumuua mume wake ambaye alikuwa anaishi naye kwa sasa hivi, hata mume wake wa zamani kabla ya huyu alishawahi kumpiga risasi sehemu za siri. Sasa imeonekana sasa serikali yenyewe imeona kwamba kwa kwa hiki kilichofikia huko hapa alipofikia huyu hastahili kabisa kusamewa. So kifungo chake kinasomwa si chini ya miaka sitini kuanzia sasa. So yeye mwenyewe anaonekana miaka imeenda sana. So ukijumlisha miaka sitini tena ni kwamba anaweza kafia jela au kifungo chake ikawa ni kirefu ni kirefu sana eh, huku kutokea huko nchini Marekani. Sasa sisi kama Sawasawa Digital tumekuletea habari hiyo kwa upesi kabisa kwa sababu habari ni kiganjani mwako tu.